Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025-2026 wizara itatekeleza vipaumbele vifuatavyo: moja, kuwezesha uanzishwaji na uendelezaji wa viwanda nchini; mbili, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya, ki, ya kielelezo na kimkakati nchini; tatu, kuimarisha uwezo wa uzalishaji viwanda vya utoaji huduma kwa uboreshaji mazingira ya uwezeshi ikiwa ni pamoja ujenzi wa miundombinu ya mitaa ya viwanda industrial cluster kwa ajili ya viwanda vidogo na vya kati kuboresha mazingira ya kibiashara na kuchochea ukuaji wa sekta binafsi. Tano, kuendelea na ufuatiliaji wa masoko ya bidhaa na huduma zilizozalishwa nchini. Sita, kuchochea maendeleo ya watu kwa kuboresha miradi na programu kwa jamii inayohusisha elimu na mafunzo na ujuzi, na saba, kuimarisha usimamizi wa ubora wa usalama wa bidhaa nchini ikiwemo bidhaa za chakula na vipodozi. Mheshimiwa Spika, kazi za kutekelezwa na wizara na taasisi yake ni kama zifuatavyo: moja, kukamilisha mrejeo wa utekelezaji wa utekelezaji wa sera endelevu ya maendeleo ya viwanda. Mbili, kuandaa na kutekeleza mpango kabambe wa maendeleo ya viwanda hapa nchini. Tatu, kuandaa mkakati wa mwongozo wa kuunda na kuunganisha magari. Nne, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa kielelezo ya Mchuchuma na Liganga na mradi wa magadi soda wa Engaruka kule wilayani Monduli mkoani Arusha. Tano, kuendelea na kusimamia utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya chuma cha Liganga ya ganga maganga matitu makaa ya mawe katewaka makaa ya mawe mhukuru pamoja na kulipia leseni za uchimbaji. Sita, kufufua kiwanda cha Mangula. Saba, kuendelea kufanya tathmini ya viwanda na kuainisha fursa na uwekezaji katika kanda ya Ziwa na kanda ya Kaskazini. Saba, kusanifu na kuendelea na utengenezaji wa vifaa tiba vya hospitali. Kumi, kuimarisha na kuanzisha mitaa ya viwanda na viwanda darasa kwa ajili ya kongani za viwanda na biashara katika wilaya moja kila, mmo, kila mkoa. Sa, kumi, kutayarisha viwango mia saba arobaini vya kitaifa katika serikali katika, katika sekta mbalimbali. Kumi na moja, kusajili makampuni na majina ya biashara. Kumi na mbili, kuendelea na kusimamia utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi ya gara 13. E, kutafuta masoko ya bidhaa za Tanzania. Minane, kuboresha hali ya ushindani na, na ulinzi wa mlaji katika soko, na tano kusindikize, kusikiliza na kutoa maamuzi ya mashauri mbalimbali, kujenga madarasa ili kuongeza miundombinu ya kufundishia, ya kujifunza katika maeneo ya Nzuguni kwa chuo chetu cha CBE katika kampasi ya Dodoma. Shukrani Mheshimiwa Naibu Spika. Wizara imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa katika kipindi cha mwaka fedha 2024, 2025. Ufanisi huu ulipatikana kutokana na ushirikiano